Sana. Swali langu linatoka kwenye Qur'ani sura ya ng'ombe jike mwenye rangi ya manjano aya sitini na mbili. Sura ya sita sura ya pili, pili Haraka haraka kidogo maana yeah. dakika tatu Anasema ndio, katika walioamini wa mitume ya zamani huko, walioamini wa mitume ya zamani walioamini wa mitume ya zamani na Mayahudi na Wakristo na Wasabai. Mayahudi, Wakristo, nani wa a na wa Wasabai yoyote wa, su, subiri kidogo subiri. Walioamini wa mitume ya zamani kabla ya Muhamadi, ulikuwa na mitume ya zamani, mada yetu, wale kule wote walikuwa Waislamu, awo ndio wanasema sasa nasema walioamini wa mitume ya zamani, Wayahudi waliamini wa mitume ya zamani na Wakristo. Muuliza swali anasema wapagani wale walioita wa Wakristo, nao wanatuita sisi Wakristo. Hiyo imetupa picha kutambua, kumbe tuna wapagani mbele hapa wanaotuita sisi Wakristo, wapagani wanaendelea kutuita Wakristo. Sasa naenda kwenye ufafanuzi, kuna manabii, kuna walioamini wa mitume zamani Wayahudi na Wakristo kabla ya Muhammad ehe, inasema ndio Muradi wa aya hii ni kwamba jambo kubwa la kupatia mema ndio, na kuepuka hofu ndio, na huzuni ndio, za siku ya kiyama ndio, ni kumwamini Mwenyezi Mungu ndio, na siku ya mwisho ndio, na kufanya amali njema ndio. Na hili halikuhusiana na Waislamu peke yao. Sikiliza hiyo maandiko Subiri, kumcha Mungu na kutenda wema haijahusikana na Waislamu peke yao, bali linawakusanya watu wa dini zote zilizotajwa hapo, bali linawakusanya watu wa dini zote zilizotajwa, wa zilizotajwa hapo kwenye aya sitini na mbili imetajwa dini ya Kiyahudi, imetajwa dini ya Wakristo, hao waliamini mitume kabla ya Muhammad. Waadhiri wa Kiislamu wanasema wote walikuwa Waislamu nani anasema kweli kati ya Korani na nyie kwa aya hii. Hilo ndio swali langu. Mbili sitini na mbili inasema walioamini mitume zamani, Wayahudi na Wakristo wakifanya mambo mema, watatakiwa wafanye mambo mema. Hilo sio kwa ajili ya wa Waislamu tu, pamoja na dini zote zilizotajwa kwenye aya hii, kati ya ninyi waadhili wa, wa Kiislamu mnaosema ya kwamba kule kulikuwa na Waislamu watupu na Korani inasema kulikuwa na Wakristo na mitume wao, kulikuwa na Wayahudi na mitume wao. Nani anasema kweli? Ni Korani kwenye aya hii au ninyi waadhiri wa Kiislamu? Hilo ndio swali langu. Haleluya! Swali tayari limesikika, na bila kupoteza muda ninakukaribisha mwenyekiti mwenza ili umkaribishe mwalimu. Karibu, na mimi bila kupoteza muda, Mazingi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa tatizo lao moja tu, swali hawajalielewa. Sasa hii swali gani anaulizako? Eti Qurani na Biblia tuiamini ipi? Tunaamini Qurani. Sasa ukija hapa utuambie mtume aliyekuwa Biblia, ukija tena mara ya pili wewe ka nakuulizia mimi ulivyouliza. Haya, rudi tena, sijauliza kati ya Biblia na Qorani mwiamini ipi? Mazinge, namjua mtaalamu wa kuharibu. Nimeuliza hivi kati ya aya hii ya, ya Korani inayosema kulikuwa na manabii na Wawakristo waliamini na Wayahudi waliamini, mitume alikuwepo kabla ya Muhamadi, na nyinyi waadhiri wa Kiislamu mnaosema ya kwamba zamani zile wote walikuwa Waislamu watupu. Nani anasema kweli kati ya aya hii iliyoko 262, na nyinyi waadhiri wa, wa Kiislamu? Nani anasema kweli, aya hii 262 au wewe Mazinge tanasema kweli? sio Biblia na Qur'ani usiweke hoja ya kwako, hasa ndio kasema nini? si yale yale tu, mimi ndio nakusaidia wewe, we sema, unashindwa kunielewa sasa iliyosema kweli Qur'ani. Rudia hiyo aya aliyosoma. Ah, sura ya pili aya ah, nambari 62. Nambari sitini na mbili. Uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh -huh. Katika wale waamini mitume ya zamani huko. Naam. Na Mayahudi na Wakristo na Wasabai wa yoyote miongoni mwao. Atakai subiri kwanza, subiri yoyote miongoni mwao, uh -huh. atakayemwamini Mwenyezi Mungu, subiri, atakayemwamini Mwenyezi Mungu, sio Yesu Subiri e, na, na, kwanza atakaye mwamini Mwenyezi Mungu Yesu siyo Mwenyezi Mungu endelea e, sasa kama anavyosema Nabii Muhammad kama anavyosema sasa Nabii Muhammad Muhammad anaosemea Uislamu sio Ukristo e, Na akaamini siku ya mwisho na huyo mtu akaamini siku ya mwisho baada ya kuyaamini maneno ya mtume inakuwaje na akafanya vitendo vizuri, akaacha kusema Ukristo ni dini wakati ni cheo, akaacha, akafanya vitendo vizuri, inakuwaje? Basi watapata sababu zao kwa Mwenyezi, kwa mola wao. Iko sawa? Mbona haya uliyotoa, iko sawa. Yani hii inakuja kupinga huyu mwankema aliyekuja akasema kwamba wale wa Kristo waliamini Kristo ni jina la ukoo. Sasa kama ni uko nyinyi kusema dini mmepata wapi? Mbona mada imeisha, mnatupotezea muda. Atakeyemwamini sasa, anayesema Muhammad sio muamini Yesu. Yesu alishapita, sasa hivi, sasa ni wakati wa Yesu, sasa yuko nabii Muhammad. Muhammad anasemaje? tatu kumi na tisa Qurani, bila shaka eh, dini ya haki mbele ya Mwenye ni nini ni? Uislamu. hakuna haya kwenye Biblia inayosema bila shaka dini ya Yesu ni Kristo. Hakuna, tusipotezeane muda, mbona mnataka kuwapotezea muda vijana wangu jamani? Haya, Yohana kumi na nne moja inasemaje? nishajibu swali mimi, yani napiga natoa o uchafu wetu. kumi na nne moja Yohana inasemaje Ah, ndani ya kitabu cha Yohana inasemaje? Mimi Yesu anasema msifadhaike mioni mwenu eh, mnamwamini Mungu eh, niaminini na mimi. Tunamwamini eh, tuna kama wapi sasa? Hili Yesu tumwamini wapi? Kasema Ukristo ni dini alafu tuwache kumwamini mtume tumwamini Yesu, tuache kumwamini aliyosema, hakika dini mbele ya mwenyezi Mungu ni Uislamu, tumwamini Yesu. La mwisho akamalizia huyo mwakema akasema Kristo maana yake ni wafuasi. Sasa sisi tunatafuta wafuasi hapa? wafuasi wengine sio wanaji uzuru hapa. Tutafuti wafuasi hapa, tunachotafuta dini. salamu alaikum Takbir, mimi sina haja kuongeza chochote, napeleka maiki kwa mwenyekiti mwenza, tunataka swali b mwenyekiti mwenza. Haleluya, sijui hata ambacho kama kimefanyika kimefanyika kinaeleweka kime kime, lakini kwa sababu tunaye mwalimu unajua, tunachomshukuru Mungu, Qurani inatutambua kwamba sisi ndio walimu na wao ni wanafunzi ni waulizaji tu, na sisi ndio wa kuweka mambo sawasawa. Na kwa sababu hiyo ninamkaribisha mwalimu tena alichikawe eh, kumsaidia mwanafunzi huyu. Ni mtoto mdogo mno kihoja, ni mkubwa tu kiumri. Karibu e, Mazinge tulianza naye kwa mdogo mdogo miaka ya 90, 80, Ka kati ya walimu dhaifu kwenye hoja y Mazinge. Amini usiamini ninachokuambia, amesaidia upelelezi. Aya imesema waliamini mitume zamani Wayahudi na Wakristo. Nilipomuuliza, kati ya aya hii na nyinyi Waislamu waadhiri mnasema kulikuwa na waislamu watupu, wakati Qur'ani nasema walikuwepo wakristo na Wayahudi, nani anasema kweli kati ya Qur'ani aya hii na wewe? Kasema Qur'ani imesema kweli, maana yake hapa wametuongopea Yaani, a na wenzake wameshatudanganya. Mazinge, mazingi kakiri hapa. Qur'ani imefanyaje? Umesema kweli. Kati ya waadhiri wa Kiislamu wote hakuna aliye dhaifu kwa hoja, kama mazingi tano sitini na nane Qur'ani. 568 Qur'ani ndio sema sema: Enyi watu wa kitabu. Muhammad anawaambia watu wa kitabu kwa maana ya Wayahudi, walikuwa na dini yao ya Kiyahudi. Ninyi mnasema walikuwa Waislamu wote, ehe. Hamko juu ya chochote katika dini yenu, ndiyo mpaka msimamishe Taurati na Injili. Wayahudi wanaambiwa wasimamishe Taurati yao, waitegemee Taurati, watakuwa thabiti katika dini yao, sio Uislamu, hakukuwa na Mwislamu wakati huo. Endelea na hayo yaliyoteremshwa kwenu kutoka ni kwa Mola wenu, nayo ni Qur'ani. Sasa hawa wa injili wa andiko hili anasema watu wa Injili na watu wa Taurati watakuwa thabiti katika dini zao Wainjili ni Wakristo wakitegemea injili yao. Watorati ni Wayahudi na dini yao wakiyahudi. Hii ni Qurani. Malizia andiko: na yaliyoteremshwa kwako. na bila shaka yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uh -huh. uasi na kufuru. Yaliyoteremshwa kwa Muhammad yatawaingizia watu uasi na kufuru, anaambiwaje? Basi eh, usihuzunike kwa watu wanaokufuru Muhammad anambiwa usihuzunike, ulete mchwa kwapo atawaongezea kwa wao uasi na kufuru. Wakristo wa wasimame na tore na injili yao, Wayahudi wasimame na torati yao, watakuwa thabiti katika dini zao. Akina Mazinge na wenzake wote walikuwa Waislamu. kumi na nne sita Yohana, Yesu anasema mimi ndimi njia kweli kweli na uzima, mtu aje kwa baba bila njia bila njia ya mimi na tumesoma ufafanuzi mazingi ukuwepo tumesoma ufafanuzi pale unalingia imprimatur imprimatur anatuambia, Yesu Kristo ndiyo dini ya kweli. Yesu ndiye dini ya kweli. walivyoshangaa wapagani wapagani wa Tanzania, kwa maana ya Waislamu wanashangaa vile vile mpaka leo, wanabeba maneno ya wapagani wa Antiokia, waje wajengeoja na watoto wa Mungu wa Kristo Yesu. Swali lako ulilosema kwamba Korani imesema kweli walikuwepo Wakristo na Wayahudi na mitume huko zamani, kwa nini mnashindana na Korani yenu? Swali bili, kwa nini mnashindana sasa Korani ishasema Wakristo tusimame katika Torati, katika Injili Wayahudi. Muda tayari haya. Asante kwa kunisikiliza. Mungu wa Mungu Yesu awabariki sana. Swali ambalo lilikuwa uh, limeulizwa mara ya kwanza kimsingi lilikwisha jibiwa na Mazinge ambayo kwa muda wote yamekuwa ni dhaifu mno, kioja, na watu wengi tu wanapaparika paparika kwa sababu hawamjui chochote. Lakini kwa sababu lilikuwa limeshaeleweka na amekubali kwamba Qur'ani ndio imesema kweli kwamba kulikuwa na Wakristo kabla ya kuwako na Uislamu, sasa limekuwako swali bi, siongezi, sipunguzi. Karibu mwenyekiti mwenza, nadhani bado na, ana, ana, ana mazungumzo kidogo hapo anashauriana jinsi ya kuweka mambo karibu. Waislamu, takbir! Kwanza nataka niweke sawa jambo moja kabla sijamleta mwalimu Masingi hapa. Walimu tuache waulizane wajibu wao kwa wao sisi kama wenye viti, kazi yetu moja tu, kupokea maiki, kumleta mwalimu kujibu. Aa, mambo kusherehesha mimi na wewe hayatufai, alafu hawa